Kwa majina ninaitwa Dr. Flora Lauo, ni mkurugenzi wa taasisi ya Nitetee Foundation. Leo mimi kama mwanamke nimejitokeza kuchukua fomu ya kugombea ubunge jimbo la Ilemela, ninajua ninaweza na nina wapongeza wale ambao walikuwa wabunge waliopita. Uh, walifanya kwa kiasi kikubwa ambacho tumekiona, lakini pia mimi nasema nikipokea kijiti hiki nitaendeleza pale ambapo bado walikuwa wameishia. Kwa hiyo ninaomba chama changu kiniamini na kwamba mimi kwa nguvu nilionayo ninaweza, kwa sababu bado ni kijana, na nawaambia niko nyuma ya mama Samia. Kama mwanamke, sisi wanawake tunaweza, tupeni nafasi. Kwa hiyo mimi kama mwanamke nawaambia, sitowaangusha wajumbe wa, wa Ilemela. Wa nia ninayo, na nitawatumikia vyema kadri ya uwezo wangu, na Mungu atusaidie. Mheshimiwa mgombea, tunakabidhi fomu. Nenda ukapambane, na Mungu akutangulie. Amina. Mm. <tie>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 Kwa majina naitwa Rispa Samuel Ngoga, ni mkazi wa wilaya ya Ilemela. Kipindi hiki ambacho tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi, ambao kila Mtanzania au kila mwanachama wa chama chake ambaye amejipima na kuona kwamba anatosha kuchukua fomu kuwania nafasi yoyote ile ambayo kwake anaona inafaa, ni wakati sasa, ambao kwangu mimi imekuwa ni wasaa mzuri, nimepata nafasi ya kuchukua fomu ya kuania ubunge kwa jimbo la Ilemela. Kusudio so, na matarajio makubwa ambayo ninayo na yanayopelekea mimi kuchukua fomu ni kutumikia chama lakini pia kuwatumikia wananchi. Mimi ni miongoni mwa wananchi ambao ninaishi katika jimbo la Ilemela. Kwa hivyo, nimeona kwamba nikipata nafasi vile vitu ambavyo tunatamani serikali kufanya inaweza nikavifanya kushirikiana na serikali kama nitapata nafasi ya kuteuliwa kupewa nafasi ya kutoa bendera ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya ubunge wa jimbo la Ilemela.